leo tunafika kwenye moja ya mistari inayojulikana sana katika Biblia yote. Kwa kweli, naamini mtu wa kawaida mtani anaujua mstari huu kuliko mistari mingine yote. Tuko mwishoni mwa mahubiri ya Yesu mlimani, na anasema katika Mathayo sura ya saba. Huu hapa mstari huo, mstari wa kwanza: huu msihukumu, msije mkahukumiwa. Mara tu unapowashauri watu kwamba mungu hapendezwi na wanachofanya au ukiwaambia jinsi wanavyoishi ni e, dhambi watakutoa mstari huu wao, wataonekana kama wameuhifadhi kichwani na kusema aha, aha, msihukumu msije mkahukumiwa. Lakini ngoja ni kuambie, Yesu hasemi hivyo hapa. Sisi sisi huwa tunafanya maamuzi kila siku: nini tuvae, nini tule, ni nyumba gani labda tununue, ni shule gani tumpeleke mtoto wetu E, unajua Biblia inashauri kufanya maamuzi kwa mfano, e, tunaambiwa tuhukumu imani zisizo za kibiblia kama si sahihi. Tunaambiwa tuhukumu dhambi zetu wenyewe kama zisizokubalika. Mtume Paulo alimtaja yule mtu aliyekuwa na uhusiano wa kingono na mama yake wa kambo, ule mmoja wa Korintho tano hutatu. Na anaandika hivi, nimetoa hukumu juu ya yule aliyefanya jambo hilo zaidi ya hayo ehe, anaandika kwa Wakorintho katika moja wa Korintho saa mbili na madakika kumi na tano kwamba muumini mwenye akili ya kiroho huhukumu mambo yote. Kwa hiyo tunapaswa kila wakati kufanya maamuzi ya uangalifu kati ya mambo ambayo ni ehe mema na, na mabaya hata kati ya mambo mazuri na yale ambayo labda yanaweza kuwa bora zaidi. Kile Yesu anaonya dhidi yake hapa katika Mathayo saba ni roho ya kuhukumu watu. Unaona, kutoa maamuzi ni tofauti kabisa na kuwa mhukumu. Kuwa mhukumu ni mtazamo unaotokana na kiburi. Kwa kweli Yesu anaonya hapa katika mstari wa pili: kwa hukumu unayotoa ndivyo utakavyohukumiwa, na kwa kipimo unachotumia ndivyo utakavyopimiwa. Kwa maneno mengine, kama utakuwa kama utakuwa mwenye kujiona mtakatifu kuliko wengine, ukiwa na roho hii ya kuhukumu na kiburi, basi mwishowe itakurudia na kukusumbua. Sasa Yesu anaonyesha mfano wa roho hiyo ya kiburi hapa katika mstari wa tatu: kwa nini unaona kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako, lakini huoni boriti iliyo katika jicho lako mwenyewe? Au au unawezaje kumwambia ndugu yako, niruhusu nitoe kibanzi kilicho katika jicho lako, ilhali kuna boriti katika jicho lako mwenyewe. Na Yesu kwa kweli anatumia mzaha wa kupitiliza hapa ili kufikisha ujumbe wake. Una boriti kubwa inachomoza kwenye jicho lako wakati unajaribu kufanya upasuaji wa hali ya juu kutoa kibanzi kwenye jicho la rafiki yako. Kweli utaishia tu uharibu zaidi. Kwa njia, kibanzi na boriti vyote vimetengenezwa kwa kitu kile kile. Unajua, si kweli kwamba dhambi tunayopambana nayo ndiyo hiyo hiyo tunayoiona kwa urahisi kwa watu wengine? Kwa hiyo Yesu anatuambia kwa uwazi tushughulikie dhambi zetu wenyewe, halafu kwa roho ya unyenyekevu tuwasaidie wengine pia. Sasa Yesu anaendelea kusema hapa kwenye mstari wa sita: msitoe kilicho kitakatifu kwa mbwa, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao na kisha wakageuka wakawashambulia. Yesu ana uwezekano mkubwa wa kurejelea nyama ambayo makuhani walitoa juu ya madhabahu. na kuhani angewahi kutupa kitu kilicho kitakatifu, sehemu ya sadaka, kwa mbwa mwitu yeyote aliyekuwa karibu. Vivyo hivyo, usingechukua kitu cha thamani kama mkufu wako wa lulu na kuweka shingoni mwa nguruwe. Sasa hao mbwa na nguruwe wanaozungumziwa hapa kwenye mstari huu ni akina nani? Unahitaji kujua kwamba katika maandiko ya Agano Jipya ya Paulo na Petro, maneno haya yanatumika kuelezea wale wanaokataa wokovu, wanaompinga Mungu kwa kiburi chao, wanaochagua kufunga masikio yao kwa injili na kuishi maisha machafu kama mbwa na nguruwe. Sasa pamoja na hayo Yesu anaanza kuelekeza mawazo kwa wale wanaoishi maisha wanayopaswa kuishi kama wafuasi wa Kristo. Anasema hapa katika mstari wa saba, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Sasa nyakati za vitenzi anazotumia Yesu zinaonyesha kwamba hii ni tendo linaloendelea: endelea kuomba, endelea kutafuta, endelea kubisha. Sasa msisitizo hapa ni juu ya uvumilivu katika kuomba, siyo kama kuna ahadi ya kichawi kwamba utapokea chochote unachotaka kwa sababu unaomba. Mungu atatupa kile anachotaka tupate. Kwa kweli, unaweza kuwa unagonga mlango mmoja na Mungu akafungua mwingine. Yeye anajua kilicho bora kwako. Kanuni hii nafikiri inaonyeshwa vyema zaidi pale Yesu aliposema, si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Sasa injili ya Luka inaongeza kwenye simulizi hili ikirekodi kwamba Yesu anasema hivi, na kama mnavyotaka watu wawafanyie nini, nanyi fanyeni vivyo hivyo kwao. Hiyo ni Luka saa sita na madakika thelathini na moja. Sasa kauli hii inajulikana kama kanuni ya dhahabu, na kweli ni ya dhahabu, sivyo? Katika dunia ambapo unajua watu huwatendea wengine kama wanavyotendewa, Yesu tena anaongeza kiwango kwa kweli, anaendelea kusema katika mstari wa 35, wapendeni adui zenu na fanyeni mema, na mkopesheni bila kutarajia kupata chochote, na thawabu yenu itakuwa kubwa. Unajua, kuwatendea watu hivi kutakuwa ushuhuda wenye nguvu na wa kipekee sana wa dunia yako iliyopotea na yenye ubinafsi. Sasa hapa nyuma, katika Mathayo sura ya saba, Yesu anasema katika mstari wa 13, ingieni kwa kupitia lango jembamba kwa maana lango ni pana linaloelekea kwenye uharibifu. Siku zile za kale miji iliyozungushiwa kuta ilikuwa na malango mapana e, kwa ajili ya magari na watu kupita kwa pande zote mbili. Usiku malango hayo yalifungwa, na mlango mdogo karibu na hapo ulitumika kuruhusu watu kuingia mmoja mmoja. E, kimsingi Yesu anasema hapa kwamba njia ya kuingia katika ufalme wake ni ule mlango wa pembeni, ule mlango mdogo kabisa Ndiyo, ni mlango mwembamba, lakini kumbuka kwamba mwembamba hapa haimaanishi tu ukubwa wake, bali zaidi inahusu e eh, upekee wake. Kuna kuna kuna mlango mmoja tu tu, kuna njia moja tu, ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, kama vile Yesu alivyosema katika Yohana 14:6: mimi ndimi njia na kweli na uzima, hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Yesu hata alisema katika Yohana sura ya 10 mstari wa tisa mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ona, hakuna milango mingi ya kuingia katika nyumba ya Mungu, kuna mmoja tu na Yesu anasema mimi ndimi huo mlango. Nikwambie, kama kungekuwa na njia nyingi za kumfikia Mungu, si unadhani kwamba eh, Yesu angekuwa na akili ya kutosha tu kuonyesha moja ya hizo njia nyingine na kujiokoa na mateso ya Kufa msalabani. Hapana, ukweli ni kwamba Yesu ndiye mlango pekee, njia pekee, na ndiyo maana alikuja kufa kwa ajili yako na yangu. Sasa pamoja na hilo, Yesu anaendelea kuonya kuhusu walimu wa uongo hapa katika Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na tano: jihadharini na manabii wa uongo wanaokuja kwenu wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kali kwa maneno mengine wanaonekana wasio na madhara lakini, wana hamu ya kondoo. Sasa mara nyingi tunafikiria mwalimu wa uongo hapa akiwa amevaa kama kondoo, lakini sidhani kama hiyo ndiyo maana kabisa. Mchungaji alivaa mavazi ya sufu yaliyotokana na kondoo. Mwalimu wa uongo hajitahidi kuonekana kama mmoja wa kondoo, anajaribu kuonekana kama mmoja wa wachungaji, ili aweze kuwapotosha kondoo. Sasa utamjuaje mchungaji wa uongo? Yesu anajibu hapa katika mstari wa kumi na sita, mtawatambua kwa matunda yao, yaani kwa kile wanachozalisha katika maisha yao. Watajitafutia utajiri wao wenyewe, hata kama kundi litapata hasara kifedha. Watawatendea vibaya kondoo. Hii inaweza kuwa unyanyasaji wa kingono, inaweza kuwa unyanyasaji wa kimwili, matumizi mabaya ya mamlaka, au mambo mengine mengi watawaelekeza kondoo kwa njia yoyote ile kwao wenyewe badala ya kumwelekeza kwa mchungaji mkuu Yesu Kristo. Kwa kweli hawana nia ya kuwalisha kondoo, wanataka kuwachuna kondoo kwa kondo, faida yao wenyewe. Yesu anasema kwamba siku moja watasimama mbele yake na atawaambia hapa kwenye mstari wa ishirini na tatu, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Hatimaye Yesu anaonyesha udhabiti wa maisha ambayo yamejengwa juu ya ukweli thabiti wa neno la Mungu. Anasema hapa kwenye mstari wa 24, basi kila mtu anayesikia maneno haya yangu na kuyatenda atafanana na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, upepo ukavuma na kuipiga ile nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa juu ya mwamba. Basi wapendwa, je, mnafanya maamuzi ya busara leo? Je, unajenga maisha yako juu ya ukweli wa maandiko? Kama unafanya hivyo, basi acha mvua inyeshe, acha mafuriko yaje. Umejikita kwa mchungaji wa kweli, Bwana Yesu Kristo. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha. Mpaka tukutane tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.